Karibuni sana, Kiswahili ni rahisi. Leo tunaangalia maswali na majibu ya katasi ya tatu fasihi, na tunaangalia maswali na majibu ya Nguu za Jadi. Swali la nne, dondoni, kuna alama za dukuduku. Alisimulia yote aliyomsibu, alimweleza jinsi yanavyojitwika jukumu Fafanua muktadha wa dondoo. Msemaji ni Magwasha, msemewa ni Mbugulu, mahali ni nyumbani kwa Mbugulu. Sababu au kichocheo cha kauli, yaani nini kilikuwa kinaendelea wakati kauli hii ilisemwa, ni Magwasha alikuwa akielezea shida za ndoa yake baada ya mumewe Mrima kutoka ulevini ba? Masaibu yapi yaliyomsibu huyu msimulizi anayejerejelewa katika dondoo? Yaani hapa ni masaibu yaliyokuwa yanamsibu. Magwasha. Mumewe alikuwa ameanza kulewa sana. Magwasha ndiye aliyeshughulikia ulezi wa watoto wake pekee. Magwasha anachukua majukumu ya mume nyumbani, na hii kumbuka ni kuvunja zile mila zao. Mrima alitelekeza familia yake. Tunaona pia tabia za Mrima zilimfika Magwasha kooni. Cha. Licha ya masaibu yaliyomsimulia ya ni yapi? Cha, licha ya masaibu aliyopitia ni yapi aliyomkumba kazini? Chifu Mshabaa alimkemea Magwasha kwa makosa madogo tu. Chifu alimfedheesha mbele ya wageni. Chifu hakumhusisha katika mambo mengi ofisini alipewa kazi ambazo hakuajiriwa kuzifanya kama vile utupasi na utarishi. Chifu aliingilia maisha yake ya kibinafsi, kwa mfano kumshinikiza olewe na Sangilu. Alipokataa kuolewa na Sangilu, tunaona Chifu Mshabaha alimdhalilisha na kumtusi pia hayo ni masaibu. Alimfanyisha kazi nyingi za ziada kwa mshahara ule ule. Baadhi ya waliokuja ofisini walimbeza kwa mfano, si haba. Tafadhali niandikie masaibu zaidi pale chini kwenye maoni. Je, umeelewa? Tafadhali subscribe. Shukran sana kwa kunisikiliza.